la Magarini kaunti ya Kilifi, mgombea wa ODM Harrison Kombe ametangazwa mshindi kwa kuzoa kura 17,909 dhidi ya mpinzani wake wa karibu Stanley Kenga wa DCP aliyezoa kura 8,907 Garama ko Member of Parliament for Magarini Constituency. Congratulations, Bwana Kombe. Maybe you should come and give you a certificate Basi nichukue nafasi hii, your excellencies all protocols observed, nichukue nafasi hii nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa safari ndefu tuliyokuwa nayo naye akawa pamoja nasi mpaka kufikia siku ya leo. Pia nichukue nafasi hii nishukuru kila mmoja wetu aliyeshiriki katika safari hii. Kizingatia magavana wangu hapa, gavana Mombasa Abdulsamad Sharif Nasir, gavana Kilifi County Gideon Maitha Mung'aro, wabunge wote wa pwani walioweza kushiriki pamoja nasi, wabunge wote wa Kenya walioweza kushiriki pamoja nasi. Nishukuru pia pia vilevile IEBC kwa kazi nzuri waliyofanya na hasa makubaliano yale tuliyokuwa nayo hapa juzi kwa matayarisho. Pia nishukuru maafisa wa usalama, yale tuliyoyajadili waliweza kutekeleza, hivyo jana mpaka sasa hali ya usalama bado ni shwari. Na wale wapinzani nataka kuambia, walikuwa wapinzani wa dhati, tuliusikia uzito wao, lakini asiyekubali kushindwa asimshindani. Kwa hivyo pongezi sana timu yote, simu ya usalama, IBC campaign team, hapa wote hawa walikuwa ngangari. E, hawa waheshimiwa walikuwa ngangari, tulisema hapa hakuna kulala, na hatukulala mpaka sasa. Leo tumeweza kudeliver Harrisson Garama Kombe kama mjumbe wa Magarini na jana najua wengine mlinihoji pale asubuhi nikamwambia unajua hapa leo tu ni Kombe tu. Tunawambia wale wenye masikio inawauma da yao ni od. This area, hatutauziwa ukabila, hatutauziwa lugha ya kuweza kugawanya watu, hatutauziwa lugha ya kutukana, sijui mambo ambayo kwamba hayana maana yoyote na kuweza tu kusema tena sa tumemaliza hizi kura na nilisema pale mbeleni, leo tunasherehekea Kombe na watu wa Magarini na Kilifi kwa jumla. Baada ya hapo, wale ambao kwamba wenye nyenye nye nye nye nye nye nyingi, tutawambia nyinyi mko na mdomo, sisi tuko na watu tupateni nyenye nyenyenyenyenye nye nye, fimbo. Asanteni sana.